Kamanda wa Jeshi la Zimamoto mkoa wa Mbeya, mrakibu wa zimamoto, Malumbo Ngata, ndiye ambaye amethibitisha kutokea kwa tukio la kuungua moto kwa bweni moja la wanafunzi wa kike katika Chuo Kikuu cha Sayansi na Teknolojia Mbeya, tukio ambalo limetokea leo majira ya saa mbili asubuhi. Tulipokea wito wa wepo tukio la moto tukitaarifiwa kwamba kuna moja wa chumba cha hostel cha Chuo Kikuu cha Sayansi MUST Mbeya kilikuwa kina waka moto. Tuliweza kufika eneo la tukio kweli uwepo wa tukio hilo ambalo kulikuwa kwenye hostel ambayo inaitwa block namba 8C, ambayo miongoni mwa chumba chake kimoja hapo ground floor kilikuwa kinawaka moto. Tuliudhibiti moto huo ili usiweze kuenea maeneo mengine na tukafanikiwa kufanya hivyo. Akizungumza kuhusu chanzo cha moto huo na athari zake, kamanda wa jeshi la zimamoto mkoa wa Mbeya Malumbo Ngata amesema chanzo cha moto huo, taarifa za awali hita ambayo wanafunzi mmoja wa wanafunzi ambao wanakaa kwenye chumba hicho walikuwa wanakitumia kwa ajili ya kuchemshia maji ili waweze kuoga. Najua wote nafahamu kwa mkoa ambao una baridi sana. Kwa hiyo walikuwa wanachemshia maji ili waweze kupata maji ya moto ili waweze kuoga. Ni kwa bahati mbaya ikapata short, na kwa sababu hita hiyo ilikuwa karibu na godoro, moto kashika kwenye godoro na kuweza kusababisha madhara. Madhara ambayo yamepatikana ni kuungua kwa baadhi ya vitu vya wanafunzi ikiwemo nguo zao, Vitali, na kompyuta mpakato mbili ambazo wanafunzi walikuwa wanazitumia. Kwa upande wa binadamu tumepata madhara kidogo ya mwanafunzi wanaf mmoja ambaye ni miongoni mwa waliokuwa wanakaa kwenye chumba, nadhani amepata mshtuko mdogo. Kaimu makamu mkuu wa Chuo Kikuu cha Sayansi na Teknolojia Mbeya, MUST, Dr. Johnny John amesema tayari wamekwisha unda timu ya wataalamu kwa ajili ya kuchunguza na kufanya tathmini ya athari za moto huo huku baadhi ya wanafunzi wanaotumia bweni hilo wakiomba tahadhari zaidi ichukuliwe ili kuepusha tukio kama hilo lisijirudie. Kuna timu ya wataalamu ambayo itashirikiana na timu ya jeshi la zimamoto kuweza kufanya tathmini nzima na kuweza kutoa sasa taarifa rasmi ya chanzo cha ile tukio na kuweza basi kutushauri kitaalamu, siku za usoni tufanye nini kuweza kuzuia matukio kama haya, majanga kama haya yasiweze kutupata na kwa wale basi ambao chumba kile moto likoanzia, pamoja na kile chumba cha juu pale, tumeishawabainisha na nafikiri mtaelezwa taratibu namna gani ambavyo tutaweza kuwasaidia kuaraka, kwa haraka kuweza kuhakikisha kwamba basi mnaendelea na maisha yenu kama kawaida o ianoahuko nyuma ni kiripoti kutoka jijini Mbeya. Mimi ni Emmanuel Lengwa wa ITV.